Aya hizi zote Allah tabaraka wataala akituonyesha, kumbe sisi tuna mipaka yetu na wao wana mipaka yao. Ni ajabu sana kumkuta Muislamu heti na yeye amealikwa, naenda kula hicho chakula cha Krismas. Wanawazuoni mwenye Aunul Maabud sharh sharh Sunan Abi Daud wakati anaisherehesha hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwakuta watu wa Madina wana sikukuu zao mbili wanazofurahikia nazo wakicheza nazo wakifurahi nazo, akawauliza ni nini hivi? Wakamwambia hizi ni sikukuu ambazo sisi tukisherehekea nazo katika jahiliya kabla ya Uislamu, na tuendelea nazo kusherehekea. Akawaambia Allah amewabadilishia napa sikukuu zilizokuwa bora, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr wakati wanawazuoni wanasherehesha hii, hii hadithi wakafika hatua ya kusema yule Yu mwenye kununua kitu chochote cha kufurahia ka katika sikukuu za kikafiri akanunua mchele wake au akanunua nyama yake kwa lengo la lakushere, kusherehekea kama wengine wanasema, faqad kafara, huyu atakuwa amekufuru. Si maneno yetu, na hawa wanaoyaeleza haya, so sisi wa leo ni wakale, wanaeleza haya. Wewe ukisherehekea kwa kununua mbuzi wako, ng'ombe wako, katika siku si sikukuu yako ya Kiislamu, wanakuambia faqad kafara, huyo kakufuru katika Uislamu hata kama hajatamka. Na wakasema yule atakayefanya hivyo, lakini kanunua si kwa lengo la kusherehekea, ila kanunua kwa ada, kwa mazoea tu, kwamba leo ngoja ninunue, lakini ameenda huko masokoni kununua Al-Imam akasema hilo jambo ni machukizo halimpelekei kwenye kufuru, japo kwenye moyo wake anachukulia kuwa ananunua kama kawaida ninavyonunua, lakini wanawazuona wamefika hatua hiyo ya kusema hili linapelekea kwake yeye i <coughs> ni machukizo mbele ya Allah wanasema kwa sababu ndani yake kuna kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Wao wananunua vizuri siku hiyo, na yeye siku hiyo ndio na anaenda kununua vizuri, na yeye anaonekana mbele za watuua Ibadallah, tuzinduke, tuache mazoea. Na hii ndiyo dini ya kweli. Aqulu qauli hadha astaghfirullah.